kwa majina anaitwa Oswald Msipori Sangawe. Ah, nimetokea Dar es Salaam, Kigamboni nimehitimu e, kozi ya diploma D kwa, kwa kuifahamu Ilala dis District e, Football, nimeifahamu kupitia TFF. Nilifika ofisi za TFF nikapata maelezo. Baada ya kupata maelezo, nikaelezwa nifike Ilala e, District Football. E, nikafika kufika nikapata e, huduma nzuri nikapokelewa na mwenyekiti mheshimiwa e, Kondo. Basi baada ya hapo nikaanza kozi ya grassroots. Baada ya kuanza kozi ya grassroots e, nikahitimu nika, baada ya kuhitimu e, nikaendelea na kozi ya diploma D ya CAF kwa, kwa, kwa, kwa mpira wa miguu. Kwanza mimi napenda, mimi ni fan wa football na ninapenda kuwa kocha na hii nilikaria nilianza kuiona toka kipindi nasoma advance, nilianza kuona kwamba ninapenda mpira e, baada ya hapo nikaanza kusoma mipira ya mtaani, street football. Baada ya hapo nikaona nifate ngazi e, moja baada ya nyingine, ndo nikafika nikaanza kusoma mafunzo yangu ya CAF Diploma D na nimejifunza vingi kupitia diploma D. Nimejifunza jinsi mpira wa kisasa ulivyo, na sio mipira tu hii ya mtaani ya kufundisha hapa na pale. Ee, na kingine nimepata elimu ya kutosha ya kuweza kusimama na kuelekeza wachezaji nini cha kufanya na nini kifatishwe. Na kingine ningependa kuishukuru, eh, Ilala kwa hii nafasi waliotupa, kwa kutuamini sisi kama, eh, walimu wa mpira huu wa miguu na ninaahidi e, Ilala kwamba tutaenda kufanya kazi nzuri, na tutaenda kufundisha mpira vizuri. Na kingine bado hatujafika mwisho, tutaendelea kuwasiliana na Ilala tuendelee kufanya e, kozi zijazo. E, mimi Oswald Onesfori Sangawe ninafurahi e, kusoma kozi ya CAF diploma D hapa Ilala District Football